Bebi, mimi nimepanga kuacha kazi. Kwa nini? nimeshafanya hii kazi kwa muda wa miaka kumi na tano sasa, na isitoshe hii kazi ni hatari sana kwa maisha yangu. Ndio maana nataka niachane nayo ili nipate muda wa kutulia na kuilea familia yangu. He bebi, sasa ukiacha hiyo kazi ya wanajeshi utafanya kazi gani? au unataka tukae wote humu ndani tukiangaliana kama midoli? Hapana, nimeshafanya uwekezaji wa kutosha nina uhakika wa kukidhi mahitaji yangu, mahitaji yako na mahitaji ya watoto wetu wajao ndani ya miaka arobaini. Na pia nitafanya biashara, hivyo usiwe na wasiwasi. Kwa kweli mimi sikushauri kuacha kazi Alex. Hebu subiri kwanza, bosi ananipigia. Jambo afande. Jambo, unahitajika kambini siku ya kesho kwa ajili ya safari ya kwenda Kongo, kwa sababu wewe pekee ndio unaweza kuwaongoza wenzako hivyo kesho unatakiwa ufike kambini mapema, maana mtaondoka na ndege ya saa sita mchana. Lakini afande, mimi tayari nimeshaleta barua ya kuacha kazi, tafadhali naomba uni mwambia... Akate simu kwanza. Utampigia samahani kidogo, afande, na kurudia Hivi bebi, kwa nini usiende tu huko vitani kwa mara ya mwisho? Kumbuka hii safari itakupa hela nyingi, yaani itakupa hela ambayo hata siku ukirudi hapa nchini ukamua kuacha kazi itatosha kutuhudumia hadi uzeeni. Hebu nenda bwana. Da, sawa mke wangu, nitaenda. Nimefurahi kusikia hivyo bebi, basi jiandae, maana kesho mapema unatakiwa kambini. Sawa. Bebi, mimi naenda, ubaki salama. Jamani, nitakumisi sana, mume wangu. Ukiwa huko, usisahau kuwa ninakupenda sana, na pia nakuombea kwa Mungu urudi salama. Uhai wangu uko mashakani, hizi kazi siyo mchezo, mke wangu. Lolote linaweza kutokea huko, kwa hiyo ukisikia nimekufa, naomba ujue kuwa ni ajali kazini. Usiseme hivyo mume wangu huo ndio ukweli Cha Usiku, lakini usijali, kwa sababu kila kitu nimekiweka kwa jina lako ili usije ukateseka endapo nitafariki. Wow, asante sana bebi, lakini na mimi pia nitazidi kukuombea ili urudi salama. Sawa mke wangu, wacha mimi niende, ubaki salama sawa bebi. Cha usiku hivi unapata wapi nguvu ya kula bata wakati mume wako yuko vitani? Hivi tangu aende huko Kongo umeshawahi kumpigia hata simu na kujua anaendeleaje? Sasa nimpigie simu ili iweje, wakati hiyo ndiyo kazi alioichagua. Cha usiku usiwe na roho ngumu kiasi hicho, kumbuka yule ni mume wako. Bwanae atajua mwenyewe, kwani mimi ndo niliomchagulia hiyo kazi? Sio vizuri hivyo, cha usiku kumbuka Alex alikutoa kwenye shida na kufanya uishi maisha mazuri. Leo we ndio wakuongea maneno hayo kweli? Sasa ulitaka niongee maneno gani? we mwache bana, hata akifia huko mimi wala sijali. Kwanza nimepata bwana mpya anaitwa Steve, yani ni handsome bala lo. Kweli leo ndo nimegundua, cha usiku, kuwa una roho mbaya na wala huna shukrani. Kwa hiyo nadhani huyu mchumba wako mpya atakulea kama alivyofanya Alex? Au kakuahidi kuwa atakununulia nyumba? Hata asiponinunulia nyumba tutakaa hapo hapo kwa Alex. Yani sasa hivi naomba dua kila siku, Alex afie huko vitani ili niishi na Steve wangu. Bora niondoke zangu, maana naona nikiendelea kukaa hapa utazidi kuniudhi wewe. Naye usinichoshe kama vipi, ondoka. Tena bora uondoke, ni mwite mpenzi wangu. Unavyong'ang'ana na kumwonea huruma huyo Alex, utasema ameshawahi kukupa hela. Nenda huko. Halo bebi, za kwako nzuri? Tu kipenzi, uko poa? Mimi niko poa mwenzio. Nimekupigia, kuna kitu nataka unithibitishie. Kitu gani? Eti ni kweli ndege ya Airbus mipata ajali na watu wote waliomo ndani wamekufa? Ndiyo bebi, hiyo taarifa ni ya kweli, kwani kuna nini wao? Yaani nimefurahi sana kusikia hiyo taarifa ni ya kweli kwa sababu Alex naye alikuwa kwenye hiyo ndege. Wao kweli baby? Kweli mpenzi, kwa hiyo kuanzia sasa hivi tuko huru kuishi pamoja, na mali zake zote sasa hivi ni zangu. Wao, kwa kweli nimefurahi sana kusikia hivyo mpenzi. Basi tusipoteze muda, njoo nyumbani sasa hivi na mizigo yako uhamie rasmi. Nakuja baby, ngoja nijiandae faster. Poa baby, nakusubiri cha usiku, cha usiku Mke wangu uko wapi? Nimerudi salama. Mbona nyumba ipo kimya hivi? Hebu ngoja niende chumbani, labda atakuwa amelala. Bebi, nafurahi sana kuwa na wewe jamani. Mimi pia mpenzi wangu, uwepo wako kwenye maisha yangu unanipa amani sana. Sasa hivi hatuna haja ya kuficha mapenzi yetu tena, kwa sababu najua ule mjinga tayari kashakufa kwenye ajali ya ndege. Bora hata amekufa, maana uwepo wake hapa ulikuwa kikwazo kikubwa sana kwenye penzi letu. Ndiyo maana nilimsisitiza aende huko vitani, ili nipate muda wa kuwa na wewe, ila Mungu akaona amwondoe kabisa duniani, ili mimi na wewe tuishi kwa amani <laughs> Kweli Mungu amesikia maombi yako. Yaani hapa nataka niende kwa mwanasheria wake nikafuatilie mali zake zote, ili niwe mmiliki rasmi. Wewe unafanya nini hapa? Unaniuliza nafanya nini hapa ndani ya nyumba yangu? Hivi wewe mwanamke una akili kweli? Yaani umeamua hadi kumleta mwanaume ndani ya nyumba yangu! Hapana Alex, mimi nilijua umekufa kwenye ajali ya ndege, maana ni wiki ya pili sasa hujanipigia simu, hivyo mimi nilijua tayari umeshakufa. Hata kama ningekuwa nimekufa, ina maana wewe ndio ungenienzi kwa staili hii? Kwa taarifa yako, mimi nilipewa kazi nyingine, wala sikwenda kwenye ile safari ya Kongo. Na wewe mjinga, unapata wapi ujasiri wa kufanya ushenzi kwenye kitanda changu? Nisamehe mkuu, mimi sikujua kuwa huyu ni mke wa mtu. Nakupa sekunde tano. Potea haraka kabla sijakupiga risasi za makalio. Naomba unisamehe mume wangu nani mme wako kwanza? Na wewe chukua kila kilicho chako na uondoke nyumbani kwangu haraka sana. Bebi jamani, naomba unisamehe na kuahidi sitarudia tena. Siwezi kuendelea kuishi na mwanamke ambaye moyoni mwake alitamani nifie vitani. Nimesema toka haraka. Nisamee Alex, jamani. Nimesema ondoka kabla sijakasirika na kukumaliza humu ndani, usikii? Sawa naondoka. Vipi kuhusu urithi wangu ulioniandikia? Unataka nikupe urithi kwani mimi ni baba yako? Hebu toka bwana.